Kila unapokutana na kibogezo hicho, unajua kwazi tunaingia ndani ya nukuu ya matumaini. Nukuu ya matumaini, asante na karibu. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Nukuu ya matumaini, afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ajira njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, mmoja atamwinua mwenziwe, lakini ole wake aliye peke yake angukapo hata ana mwenzio atakayemwinua toka alikoanguka katika uo udongo. Tena wawili wakilala pamoja, hao watapata moto, lakini mmoja aliye peke yake tu hawezi kuona hata joto. Nahitaji kuwa wawili, ili katika hali na vitu navyovifanya upate neema, ali ya kuwa katika hali ya kulindwa, hata kitu kitakachoanguka jichoni ukiwa wawili, yule wa pili anaweza kusaidia kukitoa kitu kile kilichoanguka katika jicho, lakini ukiwa peke yako, basi utayapata madhara mazito ya kukiondoa kitu kile katika jicho. Heri kuwa wawili kuliko mmoja. Hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake yake, lakini wawili wataweza kumpiga yule anayeweza taka kuwadhuru. Mkiwa wawili hata katika giza mnakuwa na ujasiri wa kutembea pamoja, maana mpo wawili. Popote mnapotembea mkiwa wawili, mafanikio yako pea, maana katika safari ya nukuu ya matumaini, watu walio wawili na mawazo yao yako pamoja, na wanawaza mamoja, wanatembea pamoja, wanasaidiana na kuweza kurekebishana njiani, basi mambo yao yanakuwa sambamba na waendako watafaulu maana wao si wawili tena, bali katika wingi huo wanakuwa ni kama mwili mmoja. Wala kamba ya nyuzi moja itakatika, lakini kamba iliyofunganywa katika nyuzi tatu haitakatika upesi, ina uzito. Natamani Bwana akusaidie uweze kutembea katika ule mkusanyiko wa kuwa umefunganya katika uwezo wa wawili, ili safari mlionayo inaweza faulu na kuwa nzuri katika hatua zetu zote za kila siku. Katika nukuu twaendelea kusema hivi: eri kijana maskini mwenye hekima, eri kijana maskini aliyo na hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu, eri kijana maskini mwenye hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu, maana katika upumbavu wake hawezi kutatua lolote wala kulijenga lolote ataweza kusambaratisha hata vitu alivyovipata vikiwa vimejengeka na kuviharibu zaidi visikuweko tena. Lakini aliyo na hekima atajenga ufalme wake utadumu, ataondoa migogoro na vita na kufanya ufalme kudumu na kuzonga mbele. Moyo wangu naombea kila mmoja katika habari za nukuu, ya kwamba afadhali kuishi maisha ya kumtegemea Mungu na kufanya mambo yenyu kuwa mepesi na kumtuita Mungu katika afadhali ya kila wakati ya kwamba Mungu aliyetulete leo ni mwaminifu, ametufikisha leo, anatupeleka kesho, na tuendako tutafaulu. Aliyeweka njia katika bahari atatuwekea njia pia, nasi tuna sehemu ambazo hatuwezi vuka bila yeye, lazima tutavuka akiwa pamoja nasi. Aliyetusaidia jana tukaona anga ya leo, na jua linapochomoza toka mashariki kuendekea magharibi, atatupa riziki yetu ya kila siku, atazifanikisha njia zetu. Tuwe na matumaini ya kwamba kesho yetu ni bora nzuri, imeboreshwa na Mungu, ametusaidia na kila wakati. Mimi watia moyo na kuambia hatupo duniani kwa mashindano, hatupo hapa duniani kwa kushindana. Ikiwa Bwana amekufanikisha wewe leo, basi hata nami kesho, mafanikio yangu yapo tu, Bwana atanifanikisha. Maana dunia hii tuliyoko ndani ni foleni ndefu, na tunasonga polepole polepole polepole pole. Na mwisho wa safari nitakapofikiwa, basi nitazipokea baraka zangu. Nasema hivi kama Bwana amenipa kichache, na ninaridhika kwa kichache nicho nacho, hata kingi atanipa, atanisaidia katika hatua za kila siku, ili kila nalolifanya litapata kibali mbele zake Jehova. Maombi yangu ni haya katika habari za nukuu ya matumaini: Bwana akufanikishe, apanue mipaka yako, akuzidishie, akuzidishie zaidi, na akulinde katika hatua zako za kila wakati. Na ndiyo nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva, ni namba yetu pia ye. Tunashukuru kwa wale ambao mnasimama kituo hiki kimaombi, na, na hasa na pia kifedha, maana ni jambo la kupendeza sana mnapoendelea kusimama nasi. Tunasema Mungu wa amani awalinde, awatunze na awabariki sana. Barikiweni sana popote mlipo, mnapoendeleza siku hii, siku nzuri, siku ya maombi, tunapozama ndani ya maombi na kumtukuza Bwana. Asante.